John Bunyan alikuwa mchungaji aliyeishi katikati ya miaka ya elfu moja na mia sita huko Uingereza. Aliishi wakati ambapo kwa sababu ya imani zake za kibiblia alikataa kujiunga na kanisa la Uingereza na mara kadhaa alitupwa gerezani kwa kuhubiri bila kibali au bila idhini kama mchungaji. Lakini alipokuwa akitumikia kifungo chake gerezani, kama alivyofanya zaidi ya mara moja, aliandika vitabu kadhaa. Kitabu chake maarufu zaidi kilichochapishwa mwaka elfu moja na mia sita sabini na nane kiliitwa Safari ya Mhujaji. Kama bado hujakisoma, unapaswa kukisoma. Katika hadithi hii ya mafumbo, Bunyan anaandika kuhusu uzoefu wa muumini mchanga aitwaye Christian, ambaye anasafiri kutoka kijiji chake, mji wa maangamizi, welekea mji wa mbinguni unaowakilisha mbinguni. Uzoefu wake njiani unaonyesha majaribu, vishawishi na ugumu wa maisha ya kila Mkristo. Lakini katika hadithi hiyo, eh, John Bunyan alijumuisha changamoto zake nyingi binafsi, pasa, vita yake mwenyewe, bidi ya shaka. Katika tukio moja maalum, Christian na mwenzake Hopeful wanasafiri kupitia shamba fulani ambapo wanapumzika usiku. Lakini wanakamatwa na jitu linaloitwa kukata tamaa. Kukata tamaa anawapeleka kwenye kasri lake linaloitwa Kasri la Mashaka. Anawashusha chini kwenye gereza na kuwatupa kwenye selo kwa muda wa siku kadhaa. Wanapigwa na kukata tamaa, ambaye anafurahia kufanya maisha yao e, huwa ya mateso, na hatimaye usiku mmoja, Christian na Hopeful wanaomba kwa mfalme Mungu ili wapate msaada. Na ghafla Christian anakumbuka kwamba mwanzoni mwa safari yake alipewa ufunguo unaoitwa Ahadi. Anachukua ufunguo wa Ahadi kutoka mfukoni mwake na anapoingiza kwenye kitasa cha mlango wa selo yao, unafunguka. Kwa kweli, ufunguo unafungua kila mlango uliofungwa unaowazuia kupata uhuru wao. Hatimaye wanafika kwenye lango la nje la kasri na nalo linafunguka pia. Christian na rafiki yake Hopeful wanakimbia kwa uhai wao e, wanarudi kwenye barabara kuu ya mfalme na kuelekea kwenye mji wa mbinguni. Lakini John Bunyan alikuwa anaandika kuhusu jambo ambalo kila Mkristo mwaminifu ninayemjua, kwa njia, anakiri mapambano wakati mwingine na jitu la kukata tamaa na kasri la mashaka. Hata William Carey, yule tunamuita baba wa uinjilisti wa kisasa, aliandika kwenye shajara yake mwaka 1794. Nina mapungufu katika majukumu yangu yote, katika maombi napotea, roho yangu ni kama msitu. Wakati inapaswa kuwa bustani, labda mimi ndiye Mkristo asiye na msimamo zaidi. Siwezi hata kusema kama nina neema ya Mungu au la. Sasa unajibu vipi? Wajitu la kukata tamaa Unajibu vipi kwa kasri lake la mashaka? Sasa, katika tukio hili linalofuata, tunaposafiri kupitia maisha ya Kristo kwenye safari yetu ya hekima, tunakuta hapa katika injili ya Luka habari hii kwamba huduma ya Yesu imefikia mtu asiye na hatia ambaye amefungwa gerezani na yuko katika hali ya kukata tamaa. Jina lake ni Yohana Mbatizaji. Herode alimfungia gerezani takriban miezi kumi na nane iliyopita. Sasa Yohana amevunjika moyo na amekata tamaa. Yaani, fikiria yote aliyokuwa ameyatarajia, sivyo? Baada ya kutangaza kuwasili kwa Masiha, alikuwa amehubiri kwamba enzi ya dhahabu ya ufalme wa Mungu ilikuwa karibu kabisa. Lakini yuko wapi mfalme mshindi? Herode bado yuko madarakani, wanafiki wa kidini bado wana ushawishi dola la Kirumi kwake yeye bado limeshika hatamu, na yeye mwenyewe ameketi gerezani. Sasa tunaambiwa hapa katika Luka sura ya saba kwamba Yohana alituma wanafunzi wake wawili kumtafuta Yesu na kumuuliza Yesu swali, na ngoja ni kuambia hili swali, limejaa huzuni, ukata tamaa na shaka. Hili hapa kwenye mstari wa kumi na tisa je, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Ya Bwana, je wewe kweli ndiye Masiha? Je, kweli tumekuwa tukimfuata mwana wa Mungu, mfalme wa ufalme unaokuja? Unajua, unaweza kuuliza swali hili hivi: Bwana, kama wewe ndiye tunayemtarajia, mbona hakuna kitu kinachotokea kama vile tulivyotarajia na si hivyo? Ndivyo shaka inavyoingia mioyoni mwetu leo. Bwana, yu unafanya kitu ambacho mimi ah, sikutarajia, au hufanyi kile milichotarajia. Kwa kweli, Bwana, hakuna kitu chochote kwa sasa kinachonieleweka kabisa. Mwandishi mmoja aliweka hivi kwamba hatuna shaka sana kuwa Mungu ni upendo, ila wakati mwingine tunashuku kama Mungu anatupenda sisi binafsi. Yaani, tunawezaje kuamini kwamba anajali kuhusu sisi wakati tumepoteza kazi yetu, mwenzi wetu ah, labda kwa kifo, labda yeye au yeye alikuacha kwa ajili ya mtu mwingine, labda umeambiwa una ugonjwa usiotibika. Ah, ni rahisi kusema unajua Mungu anapenda ulimwengu na kufikia hitimisho kwamba Mungu hanipendi mimi. Lazima nikuambie ninashukuru sana kwamba Roho wa Mungu aliruhusu swali hili litoke kwenye midomo ya nabii huyu mkuu. A, kwa sababu tungefikiri mtu kama Yohana Mbatizaji angekuwa na majibu, si maswali. Yeye, yeye asingekubali ukata tamaa, au au kuwa na shaka. Yeye, yeye hakika asingewahi kumhoji Yesu. Lakini sasa anauliza je, wewe ndiye yule basi Yesu anawajibu hawa wanafunzi wawili hapa kwenye mstari wa 22, nendeni mkamwambie Yohana yale mliyoyaona na kuyasikia: vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wakoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Kwa njia, Yesu hasemi hebu nendeni mkamwambie Yohana, siamini kama ananitia shaka mimi, ah, inakuwaje? anauliza kama tunapaswa kumtafuta mwingine. Kile ambacho Yesu anafanya badala yake, ambacho ni chema kwake na kwetu pia, ni kwamba ananukuu mistari minne tofauti kutoka kitabu cha Isaya inayozungumzia kazi ya Masiya. Kwa maana nyingine, Yesu anasema, Yohana, kumbuka neno la Mungu linasema hivi ndivyo Masiya atakavyofanya hivi ndivyo ninavyofanya huyu ndiye mimi kile yesu anachosema hapa katika mstari wa ishirini na tatu na heri yule asiyekwazika kwa ajili yangu asiyeyumba kwa yale ninayofanya inaonekana wapendwa haya manukuu kutoka kwa isaya yalitosha kwa yohana haya ndiyo yalikuwa funguo za ahadi ingawa jibu la yesu halikumweka yohana huru kimwili liliweka huru akili na moyo wake hutoka kwa shaka. Na napenda sana kwamba badala ya kumkemea Yohana, Yesu anaweka mambo sawa hapa kwa kumpa nabii huyu heshima ya kipekee. Hivi ndivyo anavyosema hadharani baada ya haya, mstari wa ishirini na nane: Nawaambia, miongoni mwa wale waliozaliwa na wanawake hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini yule aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye, kuliko Yohana. Kwa kusema hivyo, Yesu anazungumzia kuhusu mimi na wewe kama wafuasi wake. Yohana alikuwa mkuu, lakini hata sisi wadogo, mimi na wewe, tumebarikiwa zaidi. Na na unaweza kufikiria vipi, hivyo inawezekana kweli? Kwa mfano, sisi tumepokea baraka kubwa zaidi kuliko Yohana alivyopata. Yohana alikufa kabla huduma ya Yesu haijakamilika. Hakupata kuishi kuona ufufuo, hakuona kanisa likiundwa. Yeye yeye hakuwahi kuona Biblia iliyokamilika. Sisi tunayo yote hayo na hata zaidi ya hayo. Wakati Yesu anapowageukia umati huu wa wasioamini, anawapa ujumbe mkali na wa moja kwa moja. Mstari wa 31 unasema, basi nitawafananisha watu wa kizazi hiki na nini na wakoje? Wao ni kama watoto walioketi sokoni wakaitana wao kwa wao. Tulipiga filimbi kwenu, hamkucheza; tuliimba wimbo wa huzuni, hamkulia. Kwa maneno mengine, walikataa mwaliko wa Yohana Mbatizaji wa kulia alipowaimbia wimbo wa huzuni; yeye aliwaita watubu. Vivyo hivyo, walikataa mwaliko wa Yesu wa kucheza; yeye yeye amekuwa akipiga filimbi ya habari njema ya ufalme kwa namna fulani. Tazama, mada za mahubiri za Yohana na Yesu zilikuwa tofauti kwa njia nyingi, lakini walikuwa wanahubiri ujumbe ule ule: tubuni, ufalme uko njiani. Wote wawili walikataliwa na viongozi wa kidini wenye kujiona wema na, na taifa la Israeli. Wapendwa, tukio hili katika maisha ya Yohana linatuonyesha e tofauti kati ya shaka na kutokuamini, na ni muhimu kuelewa tofauti hiyo. Shaka haielewi kile Mungu anafanya. Kutokuamini hakujali kile Mungu anafanya. Basi unafanya nini unapofikia mahali ambapo umejifungia, unahisi umenaswa kwenye selo ya gereza, pale kwenye ngome ya mashaka, unafanya nini? Naam, unatoroka gereza hilo la kukata tamaa kwa njia ile ile ambayo Mkristo mdogo alifanya katika kitabu cha Pilgrim's Progress, sio kwa tendo fulani la kishujaa la imani, unajua wala kwa azimio la ndani la kujitahidi zaidi, bali ni kwa kunyosha mkono tena katika udhaifu na kutoweza kwako, ukishika ufunguo uitwao ahadi, na ahadi hiyo ni neno la Mungu. Nenda kwenye neno la Mungu, dai ahadi zake. Mungu atashika neno lake. Hatawahi kuvunja ahadi yake ya kukutunza, kukuongoza